Kocha wa timu ya Gor Mahia Awono Anaba akiwa amejihami na kalamu na kitabu labda akitafuta suluhu ya mechi ya kesho dhidi ya Muhoroni Youth kwani safu yake ya ushambulizi inakumbwa na, na majeraha. Tayari wachezaji Hugo Zango na Selenga Mangili wanaouguza majeraha kando na Edwin Lavasa ambaye bado hajapata afueni tangu msimu uliopita and try to do the, the best the best very good thing tomorrow uh, and try to win the, the match properly. Kila timu ikikutana na Gor Mahia huweza kuinua mchezo wake, na niko niko very much sure Muhoroni pia wanakuja kama wamejiinua. Unajua, kuna timu zinaogopaga pia majina but kuna wengine pia wanasema hiyo jina sasa ndio tunaenda kucheza nayo, so sa pale uwanjani ninaamua masaibu ya timu ya Kogalo ya komei hapo, kwani timu hiyo ina idadi kubwa ya mechi ikilinganishwa na vilabu vingine. Baada ya mechi ya kesho, siku ya Jumatatu, Kogalo itachuana na mabingwa wa tetezi Taska katika uga wa Kasarani. Mechi ya hapo kesho baina ya Gor Mahia na timu ya Muhoroni Youth ni muhimu mno kwa pande zote mbili, kwani timu ya Gor Mahia itakuwa ikitafuta ushindi baada ya kulazwa kwa mabao tatu kwa nunge kwenye kombe la mashirikisho nchini Mozambique, ilhali timu ya Muhoroni Youth itakuwa ikitafuta ushindi wao wa kwanza tangu kujiunga na ligi kuu nchini KPL. Gor Mahia ipo katika nafasi ya nne na iwapo watawalaza klabu ya Muhoroni Youth, basi watachukua uongozi wa ligi hiyo. Victor Ogale, KTN Michezo.